Fundi wa mashimo ya choo yasiyojaa kwa kitaalam yanaitwa biodigester. Kwa namna ambavyo tumea design ya, ya mashimo ni katika namna ambayo hata harufu haitoki juu, huwezi kusikia harufu kabisa. Maji yananyonywa chini, shimo halijai, linakuwa liko katika mazingira mazuri kabisa. Tumekuja na mashimo haya baada ya kuona changamoto ya mashimo yaliyopo yamekuwa na changamoto ya kujaa, unasumbuka kuvuta, leo unavuta, kesho kesho kutwa limejaa tena, unavuta tena. Mashimo yetu ni mashimo ya kisasa na ni mashimo ambayo hayajai, utatumia miaka naenda rudi, lakini halijai. Lakini pia shimo letu lina faida nyingi, ni mashimo ambayo yanatumia gharama ndogo, matirio yanakuwa ni machache, pia kwa sababu pia linatumia sehemu ndogo. Ni shimo ambalo ukilijenga linafanyiwa finishing vizuri, linakuwa na mwonekano mzuri kabisa. Pia mashimo yetu ni mashimo ambayo hata kama una maji ya bafuni yote unaweza ukayaingiza kwenye shimo hili, una maji ya chooni, una maji ya, ya, ya jikoni yote unaweza ukaingiza kwenye shimo hili. Lina uwezo wa kumudu na kubeba vitu vyote hivyo bila shida, kwa sababu limejengwa katika namna ambayo halitulii na maji, linatoa maji, yanapata nafasi ya kwenda na kutoka kwenda. Kwa hiyo shimo halijai siku zote, linakuwa katika mazingira mazuri kabisa na kwa upatikanaji wetu sisi, tunapatikana Dodoma. Tuna uwezo wa kuzunguka Tanzania nzima, tuna mafundi wa kutosha. Ndani ya siku mbili, tutahakikisha unalipata shimo lako. Tutakuja na msaiti na kila kitu, yani wewe.